Tanzania imefika mahali pabaya sana, yaani ni pabaya, ni aibu. Nchi ya Tanzania yenye CV katika barabara ya Ulaya, katika nchi mbalimbali wanajua Tanzania ni nchi yenye amani, Tanzania ni nchi yenye upendo. Lakini sasa hivi Tanzania imekuwa ni tabu, shida, kelo, uzuni na tanda, kila mahali ni misiba imefika mpaka mahali, yaani serikali nimefika mahali mpaka Mungu mmemwingilia mpaka Mungu. Hakuna uhuru wa kuabudu, hakuna uhuru wa kuabudu, makanisa yanafungwa. Nini maana yake? Kama Mungu aliweza kuwapa madaraka muongoze watu, nanyi mnatumia madaraka vibaya kuwatesa watu wa Mungu, kutesa nyumba za Mungu. Ninawaambia nyinyi viongozi mtalia nyinyi viongozi mtalia, nyinyi na watoto wenu mtalia na hata hayo madaraka unamjua. Mungu wewe ama unamsikia Mungu, si wa kuchezewa. Mungu ndiye aliyewapa pumzi, Mungu ndiye aliyewapa nguvu ya kusimama kwenye ma TV na kusimama kwenye ma radio na kuongea hivyo mnavyoongea. Huyo Mungu ana uwezo wa kuwanyonga kwenye hayo hayo madaraka yenu, mkafia kwenye madaraka na madaraka ma mkayaacha wakachaguliwa watu wengine. Kivipi yani, kivipi? Sasa hivi polisi wanajaa kwenye milango ya kanisa? Sasa hivi mapolisi vituoni hawapo, ya yani, una kesi yako napeleka kituoni, hakuna polisi, polisi wote wamekwenda. Yani, yani makanisa yamekuwa ndo kituo cha polisi, makanisa ndo yamekuwa kituo cha polisi, magari ya polisi wote yako kwenye milango ya makanisa. Imagine, imagine. Polisi na bunduki na mabunduki, mnasimama kwenye mlango wa kanisa eti imefunga kanisa. Mnamzuia Mungu, mnashindana na Mungu. Mtalia, mtalia wewe Mama Samia na Kikwete wako, mtapata tabu sana. Nyinyi ndio mnatuharibia nchi, Mama Samia na Kikwete wako, nyinyi ndio mnatuharibia nchi. Mtakufa kabla wa ya wakati wenu. Mtu yeyote aliyejaribu kushindana na Mungu, mtu yeyote aliyejaribu, muulize Farao Falao alijaribu kushindana na Mungu, kilimpata na aliona chamtemakundi. Na ninyi ambao mko kwenye madaraka, mnatumia madaraka vibaya, mnatesa nyumba za Mungu, mnatesa watumishi wa Mungu, mnashinda kusambaza mapolisi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye makanisa kufunga makanisa. Kwa nini msiwasambaze mapolisi kutafuta wauaji Sambazeni mapolisi watafute wauaji wanaoteka watu katika nchi na sio kusambaza mapolisi. Mapolisi wanashinda wanasimama na mavirungu na mabunduki na mabomu ya machozi kwenye milango ya kanisa, nyumba za ibada, nyumba. Uhuru wa kuabudu hakuna tena, yani hakuna hakuna kabisa, uhuru wa kuabudu. Makanisa amekuwa ni, ni, ni, ni, ni vituo vya polisi. Kanisa sio kituo cha polisi, kanisa sio kituo cha polisi. Mama Samia na Kikwete wako, msialibu nchi, msialibu nchi. Mungu atawaadhibu, Mungu atawadhibu. Vizazi vyenu vitalia, maisha yenu yatakuwa ya tabu sana. Na hata huo uongozi ambao unao, uongozi ni kama koti la kuazima, na hata unaweza ukafia kwenye huo uongozi, huo huo uongozi ulionao, unaweza ukafia kwenye huo uongozi. Usinyanyase watu, usitese watu, usinyime watu uhuru wa kuabudu. Mungu anayeabudiwa kwenye makanisa, Mungu anayeabudiwa kwenye misikiti, ndio huyo Mungu aliyekupa uongozi Ndiyo huyo Mungu aliyekupa pumzi, ndiyo huyo Mungu aliyekupa aliyekupa watoto, ndiyo huyo Mungu aliyekupa nchi. Kwa nini unaanza kumwingilia Mungu mipaka na kufunga nyumba zake? Kama mtu amekosea dili na mtu personal. dili na mtu mwenyewe achana na masuala ya kanisa. Viongozi, msianze kushambulia kanisa, hiyo ni tatizo kubwa sana Tatibo, tatizo kubwa sana sana, sana, sana. sana. Mungu adhiakiwi Mungu achezewi. Mungu ni wa kuogopwa. Mungu ni wa kuheshimiwa. Hakuna kiumbe, hakuna kiumbe kinachotakiwa kiheshimiwe kama Mungu. Mungu, polisi hao wote mnaowaweka kwenye kwenye manyumba ya ibada, ni laana mnatafuta, ni laana mnatafuta, ni laana mnatafuta. Tanzania tuamkeni, imefika mahali makanisa yanafungwa. Nini maana yake? Nini maana yake? Kikwete na wewe huyo mama katika nchi hii, mtakufa kabla ya wakati wenu. Biblia imesema yeyote ashindana, ashindanaye na Bwana atapondwa kabisa. Hiyo ni Biblia. That is bible is not my words, that is bible. Yeyote ashindanaye na Bwana atapondwa kabisa. Ukisha ukishaanza kushindana na Mungu, kuingilia makanisa, kuingilia watumishi wa Mungu, kusumbua hekalu la Mungu, manake unamwingilia Mungu, utapondwa wewe na washauri wako na machawa wako wote, mtateketea wote, mtateketea. Utaondoka kabla ya kuingia madarakani, tena kuongoza hata wewe uta utaongoza uta tena utaongoza, hayo madaraka utayaacha, utafia kwenye hayo madaraka. Ukishaanza kumchezea Mungu, unaweza ukafa hata umekaa, unaweza ukafa hata ukiwa unaoga bafuni, unaweza ukafa hata ukiwa umelala, unaweza ukafa hata ukiwa unatembea, unaweza ukafa hata ukiwa kwenye gari. Ukianza tukumchezea Mungu You are walking dead. Ukianza tu kumdhiaki Mungu, you are walking dead. Yani you are walking dead. Yani utaku you, yani you don't know anytime you're dead. Mheshimuni Mungu.